Haya ni makosa makuu matatu yanayokufanya ushindwe kupiga hatua chanya katika maisha yako. Makosa makuu matatu yanayokufanya ushindwe kupiga hatua katika maisha yako. Hello, mambo vipi bwana. Naitwa Dr. Stanlaus Luwanda, na kama ndio mara ya kwanza unajiunga kwenye channel yangu ya YouTube, basi uko sehemu sahihi ambayo hapa utaenda kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu maisha, afya, mahusiano pamoja na swala la maendeleo binafsi, ili ukaweze kutimiza malengo yako in a positive, productive, changed way. Sasa, leo tutaenda kuangalia mambo makuu matatu yanayokufanya ushindwe kupiga hatua chanya katika maisha yako. Ni mambo makuu matatu ambayo ukiyazingatia vizuri na ukaweka mikakati, utaona kabisa unaanza kufanikiwa, unapata elimu ya kutosha, na unapata matokeo makubwa ambayo yatakufanya uweze kujiamini na kuishi vizuri bila kuathiri thamani ya malengo yako. Kumbuka, ni makosa au mambo ma makuu matatu yanakufanya ushindo kupiga hatua katika maisha yetu au maisha yako. Huwa unapitia nyakati nyingi sana ambazo ni muhimu, lazima ufikie ili uweze kutimiza yale malengo ambayo umejiwekea. Unakuwa umejiwekea malengo kiuchumi, kimahusiano, kikazi, kiuwekezaji, masuala ya afya. Kwa hiyo katika mlolongo wote huo ni lazima kuna michakato mingi ambayo utaipitia na kuna mbinu nyingi ambazo utahitaji kuzifanya ili uweze kufanikiwa na kufikia sehemu ya pili ambayo ina matokeo mazuri, ili ukafanikiwe na kutimiza hayo malengo yako. Sasa unapofanya hivyo vitu vyote, kumbuka, kuna makosa makuu matatu yanayokufanya ushindwe kupiga hatua chanya. Makosa makuu matatu. Kosa la kwanza ni kukosa maarifa sahihi juu ya malengo yako, yaani unakosa maarifa na taarifa juu ya kile ambacho unachokifanya. Sasa hii ndiyo sababu kuu ya kwanza, kwa sababu malengo yoyote lazima yawe smart, yaani malengo lazima yawe specific, measurable, yaweze kuwa Achievable, lakini yawe ku, yaweze kuwa relevant na yawe time bound, yani yawe na time frame kwamba nimejiwekea lengo hili nitalikamilisha ndani ya miezi mitatu. Maana yake una uwezo wa kulipima na liko specific. Sasa kwa sababu ya kukosa maarifa, utajikuta unashindwa kuweza kufikia yale malengo yako kwenye ile hatua ambayo unatamani ungepata matokeo ambayo umeadhamiria. Na kwa nini unakosa maarifa? Ya kwanza ni kuto kujua, yani hujui watu utapata maarifa sahihi kulingana na hayo malengo yako. Mfano, unahitaji kukamilisha malengo ya kufunga ndoa au kuchumbia, kuna vitu vya msingi ambavyo unavihitaji. Unahitaji kujua masuala ya gharama za mali, taratibu zikoje, mira na desturi, lakini kwa sababu unakosa maarifa unajikuta unafanya vitu ambavyo una uelewa navyo, yani unakuwa ni kama mtu aliyekurupuka. Kwa hiyo hiyo inakufanya unashindwa kupata matokeo sahihi, yale matokeo chanya, kwa sababu unakuwa hauna taarifa na maarifa sahihi juu ya kile unachokifanya. Vile vile, hata katika masuala ya kazi, katika masuala ya uwekezaji kwenye miradi, ukikosa maarifa sahihi kwa kuto kujua, hiyo ni chanzo kimoja kikubwa ambacho kitakufanya ufeli na utashindwa kupata yale matokeo sahihi ambayo yangekufanya uweze kufikia sehemu nyingine kwa haraka zaidi. Lakini pia sehemu ya kukosa maarifa, pia unaweza ukawa una maarifa lakini hujui sehemu sahihi ya wapi unatakiwa uyapate. Kwa hiyo, hii nayo inakufanya unashindwa kufika eneo jingine katika kutimiza hayo malengo yako. Kwa hiyo jitahidi sana uweze kujua ni wapi utapata hayo maarifa yako, kama ni kuhudhuria madarasa online, kama ni semina, kusoma vitabu, kuingia kwenye YouTube channel kama hapa ambavyo unanifuatilia, ili unajifunza vitu chanya vya kuboresha maisha yako, ili uondokane na hili tatizo la kwanza la kukosa maarifa sahihi juu ya kile unachokifanya au juu ya hayo malengo yako. Kosa la pili linalokufanya ushindwe kupata matokeo chanya katika maisha yako ni kukata tamaa mapema. Yaani, unakuta mtu ana malengo yako ya, malengo yake yaani yako very specific, malengo yake ameyapanga vizuri, mfano kwenye masuala ya uchumi au kwenye wekezaji, ameweka malengo yake vizuri sana, lakini sasa anashindwa kuona matokeo kwa muda aliyojipangia, kwa hiyo anakata tamaa kabisa anashindwa kuendelea na hatua zinazotakiwa kufuata, yaani ule mchakato kuelekea kwenye matokeo anaona ni mrefu sana, kwa hiyo anakata tamaa. Sasa ukikata tamaa mapema, hii itakufanya ushindwe kupata matokeo, kwa sababu unakuwa ni mtu ambaye una ukubali kupitia kwenye prosesi ya magumu mazuri lakini pia na kipindi kile cha nyakati ngumu, kuna nyakati ngumu nyingine zinakuja kwa ajili ya kukuinua, kukuandaa, kukufundisha, kujitahidi uweke misingi ambayo itakusaidia ili usiweze kukata tamaa katika kila nyakati unayopitia kuelekea kupata yale matokeo ambayo umejipangia. Sasa na kuna dalili hizi zikitokea, utajua kabisa, hapa huyu mtu ameanza kukata tamaa au amekata tamaa. Kwa hiyo dalili hizi ukiziona au ukiziona zinatokea kwenye malengo yako au kwenye prosesi yako ya kufanya kile chochote, jua kabisa kwamba umeanza kukata tamaa au umeshakata tamaa. Dalili ya kwanza ni kughairisha mambo. Yani, mtu alikuwa amepanga mpango, wenda mwaka huu unahitaji ninunue kiwanja, ameshaweka enda kila mwezi nitakuwa ninatunza shilingi kiasi kadhaa. Lakini ukiona kwamba ameghairisha, amesema ghafla sifanye kile kitu, hiyo nao ni moja wapo ya dalili ya kukata tamaa, kwa sababu moja ya malengo lazima yawe specific measurable, na yawe kwenye time bound. Sasa ukiona mtu ghafla ameahirisha lile wazo alilokuwa amelipanga na amehamia kitu kingine, au amefuta kabisa, ujue pia ameshakata ameshakata tamaa. Dalili ya pili ni kuto kuongeza juhudi ya kile unachokifanya. Ulishawahi kukutana na mtu anaandika proposal yake vizuri, uenda ya research au anafanya project yake nzuri, lakini ghafla unashangaa ameacha kuendelea na ile kazi aliyokuwa akifanya, na alikuwa ni mtu mzuri sana, au alikuwa anafanya kazi vizuri sana, ghafla amepunguza ufanisi kazini. Ukifuatilia utakuta kuna vitu ambavyo vinamfanya aweze kupunguza ule ufanisi na yuko kwenye hii dalili ya pili ya kukata tamaa, yani anashindwa kuweka juhudi. Ukiona unashindwa kuweka juhudi katika mapambano yako yoyote yale ya kila siku, au katika kitu chochote ambacho unakitamani iwe yua passion, yua talent yua activities, ujue kabisa kukata tamaa kunaanza kuingia kwenye maisha yako. Jitahidi uvunje huo mzizi ili ufanikiwe. Na dalili ya tatu ni kutokufanyia kazi kile ambacho umefundishwa. Kuna watu ni wataalamu sana wa kuhudhuria semina nyingi sana, utamkuta darasa ili yupo darasa fulani yupo, utamkuta ameenda makongamano mengi, lakini huoni matokeo ya kile alichofundishwa. Ni kwa sababu ameshakata tamaa. Kwa hiyo yale madarasa anayatumia kama sehemu ya comfort zone, anayatumia kama kujifanya refreshment. Kwa hiyo pia jitahidi uweze kuwatambua hawa watu au uweze kujitambua, ili uweze kujua ni misingi gani na ni njia zipi ambazo taanza kuzitumia ili uvunje huu mzizi wa kukata tamaa, kwa sababu usipoweza kujua kinachokufanya ukate tamaa katika maisha yako, utashindwa kuweka mikakati sahihi na hautapata matokeo ya kile ulichodhamiria ukifanya. Jitahidi uanzie hapo, ili ustawi Kosa la tatu na la mwisho ambalo linafanya ushindwe kupata matokeo chanya katika maisha yao au kupiga hatua ni kujifanya unajua kila kitu, yaani unakuwa mjuaji. Kuna watu ukihitaji kuwafundisha mbinu fulani, atakwambia hicho ninajua, hicho ninafanya, nimefanya miaka mingi, nina experience nacho, yaani anashindwa, yaani anaziba uwezo wa kupokea maarifa mapya katika maisha yake au katika akili yake kwao. Unakuta watu wengi wa hivyo wanaishi karne ya zamani kwenye dunia ya sasa, yaani wana ujuzi wa zamani kwenye dunia ya sasa, kwa sababu watu wengi wajuaji wanaziba uwezo wa kupokea maarifa mapya. Kwa hiyo wanashindwa kuongeza productivity katika malengo yao, katika taaluma zao, talenti zao, kwa sababu hawataki hawataki kukubali kufundishwa vitu vipya. Nakumbuka duniani mambo mengi tunayofanya ni kama yanajirudia, lakini yanakuwa yameongezewa, yameongezewa thamani juu ya kile ambacho kinafundishwa kwa muda huo. Kwa hiyo, jitahidi katika maisha yako usiwe mjuaji sana, kubali kukaa chini uweze kujifunza. Kwa hiyo, kushindwa kupiga hatua chanya katika maisha yako kunaweza kukaathiriwa na hii tabia au kosa la kujifanya unajua kila kitu. Hata uwe na taaluma ya kitu fulani, mwenzako anapofundisha kitu fulani, jaribu kukaa kwa utulivu, sikiliza. Kuna pointi kubwa sana ambayo itabadilisha maisha yako na itakuongezea kitu chanya ambacho kitakusaidia kutimiza malengo yako. Sasa utaona baadhi ya vitu fulani kwa wale watu ambao wanajifanya wanajua sana au wajuaji kuna baadhi ya tabia au baadhi ya matokeo au athari ambazo zitatokea katika maisha yao au katika kujifunza kwao. Ya kwanza, utaona kabisa huyo mtu anaziba uwezo, yaani ukiwa na hiyo tabia unaziba uwezo wa kupokea maarifa mapya katika maisha yako, na hii itakuathiri katika maeneo mengi, iwe ni katika maeneo ya kiuchumi mahusiano mwenza wako anataka kuelekeza kitu, unasema hicho ninakijua. Kwa hiyo atashindwa kukufundisha vitu vipya ambavyo vitasaidia kujenga mahusiano yenu na kuboresha kesho zenu. Lakini pia kitu kingine, kama huko darasani au uko kwenye semina au umeenda mafunzo fulani, kwa hiyo utashindwa kupokea zile key points muhimu ambazo wenzako anazifundisha au yule mseminishaji mwongozaji anafundisha, ni kwa sababu kila kitu kinachoongelewa wewe unaona kama unakifahamu, una, una taarifa nacho. Kwa hiyo utaacha kuconcentrate kwenye vile vinavyofundishwa na utaanza kufanya vitu vyako ndani ya darasa, yani umetengeneza darasa moja ndani ya darasa jingine. Kwa mwisho wa siku lazima productivity yako itapungua, kwa sababu focus imepungua juu ya kile unachoenda kukifanya. Kwa hiyo vile vile, hata katika malengo yako jaribu kuangalia kuna malengo mengine unashindwa kuyatimiza, ni kwa sababu umetanguliza ujuaji mwingi kuliko uwezo wa kupokea maarifa. Ukiweza kubadilisha hapo, hakika utaona maisha yako yanabadilika na utastawi na kila kitu kitaanza kwenda vizuri na utaweza kukamilisha eneo la tatu la kufuta, ili kosa la kujifanya kwa mjuaji, ili ukapiga hatua na kutimiza hayo malengo yako. Sasa jitahidi uweze kujifanyia tathmini katika mambo haya au makosa haya makuu matatu, uweze kuangalia ni eneo lipi unaanguka kwa asilimia nyingi, ili uweze kuweka mikakati sahihi itakayokuinua ukupeleka eneo jingine with a positive productive changed mindset. Ninaamini unaweza, na jitahidi uanzie hapo hili ukapiga hatua chanya kila siku katika maisha yako. Naitwa Dr. Stanlaus Luwanda, ni mwandishi wa vitabu vinne. Labda nikuonyeshe leo kitabu changu kimoja ambacho ni kitabu cha ushindi dhidi ya nyakati ngumu, kinaitwa The Change. Hiki ni kitabu maalum kwako wewe unayepitia nyakati ngumu katika maisha with little or no positive solution at all. Kuna watu wanapitia nyakati ngumu katika maisha yao. hawana msaidizi, hawajui wapi watapata msaada na ndio inakuja kwenye ile point tuliojifunza ya mwanzo ya kukosa maarifa. Kwa hiyo kitabu hiki kitakupa maarifa, lakini pia kitakusaidia uweze ukapate matokeo chanya juu ya zile nyakati ngumu ambazo unapambana nazo kila siku katika maisha yako umu utaona ni jinsi gani unatakiwa useti wa vision. Utaona ni jinsi gani unatakiwa uweke mission zako vizuri, na pia unatakiwa ulinde akili yako katika kila nyakati ngumu unavyo unayopitia ili ukafanikiwe. Na kwa nini? ni kwa sababu nyakati ngumu zinatengeneza opportunities nyingi ambazo zinabadilisha maisha yako. most successful people have become successful because of passing through tough times, kwa sababu waliweza kujifunza, wakatengeneza imani ambayo inawasaidia kila siku, na hakika maisha yao kila siku yanaendelea kubadilika. Kwa hiyo jitahidi upate nakala ya kitabu hiki, na ninaamini itafanya matokeo makubwa sana katika maisha yako. Be the change of yourself. na anza sasa.